Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zangu watazamaji, ninapenda kuwasalimia salamu iliyokuwa bora, salamu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bado tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, mwezi ambao tumepata baraka ya mazazi matukufu ya imamu wa zama zetu, Alimamu Lmahdi ajalallahu taala farajahu sharif, tukiwa katika vipindi vyetu vinavyosema kwamba mtambue Imamu Mahdi kama ilivyokwisha kutangulia video zilizopita na sasa hivi tunaendelea na video ya nne kumuhusu imamu huyu Al-Imamu Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Katika sehemu hii, tutazungumza mnasaba uliokuwepo baina ya Imamu Mahdi na Nabii Musa alaihi ssalam, tukiangalia katika Qurani tukufu na hadithi za Mtume Muhammadi sallallahu alaihi waalihi wasallam pamoja na Ahalalbeiti zake tunaona kwamba kuna mnasaba uliokuwepo baina ya Nabii Musa alayhi salam, kuanzia kwenye wilada yake Nabii Musa na Imamu Mahdi, lakini vilevile kwenye vile ghaiba ya Nabii Musa alaihi ssalam na ili imamu Lmahadi ajala llahu taala farajahu sharifu. Lakini vilevile hata vile, katika malengo ya kutumwa nabii Musa alaihi salam na malengo ya kuwepo imamu wa zama zetu, tukimwangalia Musa alaihi salam, yeye alitumwa kwa ajili ya kuwaokoa Wanaisraeli dhidi ya vitimbi vya Firauni na Imamu Lmahdi ajala llahu taala faraja sharifu, yeye yupo kwa ajili ya kuwaokoa umma wote katika ulimwengu, kama ilivyokuwa risala ya babu yake Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa waalihi wasallam. Yeye alitumwa alitumwa kwa watu wote, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, atukukutuma wewe Mtume Muhammadi isipokuwa ni huruma kwa walimwengu wote ko limamu lmahdi ajalallahu taala faraja msharifu, maana yake yeye ana mnasaba na Musa. Musa alikuwa ni mwokoaji kwa Bani Israeli, el imamul mahdi ni mwokoaji kwa umma wote dunia nzima, kama mtume Muhammad alivyosema kwamba hata kama ikibakia saa basi Mwenyezi Mungu ataerefusha hiyo saa mpaka atawale al-Imamul Mahdi na ajaze dunia uadilifu na usawa. Sasa tukiangalia katika kitabu kinachoitwa Kamaluddin wa tamamu Niam, juzuu ya pili ukurasa wa mia tatu na arobaini hadithi inayosumuliwa kutoka kwa limamu swadiki salawatullahi wasallam alayhi. Imamu anaulizwa ya kwamba wa ma sunnatu Musa bni Imrana, ni ipi sunna ya nabii Musa alayhi salam, ambayo sunna hii inafanana na nani? Ni Imamu Mahdi. Fakala Imamu Sadiki alayhi salam, akasema khafa umauridihi wa ghaibatuhu an kaumihi, ni kufichwa mazazi yake na ghaiba yake kwa watu wake. Yaani, ukiangalia mazazi ya Nabii Musa yalikuwa ni asiri, kiasi kwamba tumbo la mama yake Nabii Musa alayhi salam lilikuwa halionekani, kama kweli huyu kabeba ujauzito, mpaka anafikia hatua anafungua, anajifungua na Nabii Musa alayhi salam na kumtia kwenye sunduku au kwenye sanduku lakini vilevile vile kwa Imamul Mahdi ajjalallahu taala farajahu sharifu, katika mazazi yake tunaona kulikuwa na uadui mkubwa wa Banu Abasi ambao ulikuwa ni vita, ni kuwaua Ahlalbeti za Mtume. Wakamchukua Imamul Askari na kuenda kumweka jela, na walikuwa wakichunguza ni mwanamke gani ambaye atampatia ujauzito ili wamjue na wamalize kabisa hiki kiumbe ambacho kitakuja kuzaliwa lakini cha ajabu zaidi, mazazi yake Imamul Mahdi yalikuwa ni ya siri, yalikuwa ni ya kujificha, kiasi kwamba ujauzito wa Bibi Narjis haukuonekana mpaka ile siku ambayo Imamul Mahdi anazaliwa, ambayo ilikuwa ni tarehe kumi na tano katika mwezi huu wa Shaaban. Ndio usiku alfajiri kabisa Bibi Narjis anapata ujauzito na anamzaa kiumbe ujauzito wake ulikuwa onekana ni miongoni mwa miujiza na mnasaba ulioko baina ya Imam Mahdi na e, Imam al-Mahdi. Lakini vilevile waghaibatuhu wa ankaumihi, na ghaiba yake kwa watu wake. Nabii Musa alaihi salam alifichwa, alitoka katika kaumu yake, alikuwa onekani katika kaumu yake. Lakini vilevile vile, imamu wetu Eli imamul mahdi mpaka sasa yupo ghaiba tokea mwaka wa mia mbili na sitini ghaiba ndogo mpaka mia tatu ishirini na tisa ghaiba kubwa, na kuanzia mia tatu ishirini na tisa mpaka leo mwaka elfu moja mia nne arobaini na saba eli imamul mahdi bado yupo katika ghaiba, maana yake bado hajadhihiri. Imamu akaulizwa Fakultu, sahaba wa imamu akasema, nikasema wakam ghaba Musa bin Imran. Je, huyu Musa ibni Imran alighibu au alif, alikuwa katika maficho katika siku ngapi? Imamu Sadiki alaihi salam akasema akasema, ghaba fakala thamania wa ishirina sanatan, alighibu au alifichika kutoka ka, katika kaumu yake katika thamani ya wa ishirina sanatan, katika miaka ishirini na nane alikuwa nabii Musa alaihi salam alikuwa amefichika kutoka katika kaumu yake kwao. Tunavyozungumzia ghaiba si swala la imamu Mahdi peke yake, yupo katika ghaiba bali hata manabii wa Banu Israil walikuwa wameingia katika ghaiba, waliingia katika maficho, na si nabii Musa tu peke yake. Bali mpaka leo Waislamu dunia nzima tunaitakidi kwamba nabii Isa yupo, maana yake, na yeye vile vile yupo katika katika ghaiba, kwa mnasaba uliokuwepo kati ya nabii Musa alayhi salaam na Imamu Mahdi alayhi salam ni wa kwanza katika maulidi yake katika mazazi yake, lakini wa pili ni katika ghaiba yake, ni katika maficho maficho yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao tunashikamana na wilaya ya imamul Mahdi ajjalallahu taala faraja usharifu. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amjalie imamu wetu apate amani alipo popote ardhini, lakini vilevile Mwenyezi Mungu aharakishe faraja yake, waajil farajahum. Mwenyezi Mungu aharakishe faraja yake na waangamizi maadui zake wote, kwa sababu ufasadi katika ardhi umejaa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.